Tunarudi kwako hivi sasa, tunaungana na mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu. Karibu Mwenyekiti, habari za asubuhi bwana. Halo, Habari za asubuhi. habari za asubuhi mwenyekiti. Nzuri, salama, Alhamdulillah. mvua vipi, imefika huko? Mvua ipo na tuko nayo na tunatamba nayo. Ah, unatamba na mvua sasa ah, mnatamba raha ya ushindi wa bwana. Um, kijana wako hapa Paul Mkai anataka kukuuliza maswali mawili matatu, alafu na mimi nitakuuliza pia kabisa yanayohusiana na klabu yako ya Simba Sports. Naam no. uh, mwenyekiti, kubwa kubwa zaidi, kwanza tu, tu tuwapongeze utulivu, uh, ni mkubwa kweli kweli kwenye klabu ya Simba hivi sasa. Ah, hakuna migogoro ya hapa na pale ukilinganisha na na msimu uliopita. Na swali langu la msingi liko hapa, nini kimebadilika, mwenyekiti Magungu, kutoka msimu e, uliopita msimu huu? Maanake kwenye ligi kuu mko vizuri na mna mchezo wa fainali dhidi ya Balkan. Karibu. Kwanza hiyo ya migogoro, mimi sijawahi kurealize kwamba kulikuwa na mgogoro <laughs> <laughs> lakini kimsingi sisi tunaendelea kwa maana kwamba tunaendelea kujenga timu yetu Dio, baada ya kuwa tumeona kwamba kuna maeneo ambayo yalihitaji kufanyiwa marekebisho na matakwa ya Dio, wapenzi washabiki, na wanachama wa Simba na mazingire wa Simba walitegemea kwamba tufanye marekebisho na mabadiliko ambayo tunaamini sasa ndio yanaendelea kuingia katika mazingira mazuri zaidi na Murtaza maandalizi kuelekea mchezo wa fainali ya poje mpaka hivi sasa eh, kwa ujumla wake. Lakini swali so langu pia la msingi ni kwenye eneo la baadhi ya eh, mashabiki wa Simba, huwa kunakuwa na lawama za hapa na pale. Wale mashabiki ambao mna eh, wanabainishwa kwamba wana mvuto zaidi kwenye klabu huwa hawasafiri eh, na klabu, na minong'ono inakuwa mingi sana, pengine shida ni nini na tatizo liko wapi, mwenyekiti? Kwanza, kwenye swala linalohusu safari iwe za ndani au za nje, kila mmoja ni lazima ajenge katika fikra zake kwamba kuna gharama ambayo ni lazima ichangiwe yeah. Huwezi ukatoka hapa wewe ukapelekwa sehemu, kwa mfano unaenda Boroko yeah. Ukakae bure siku tano siku sita, gharama mm. ya hoteli ni kubwa ukitoka na watu hao wote, yani hiyo gharama inabebwa na nani? Si tunashukuru serikali kwamba wametusaidia kupata ndege mm -hmm. na gharama nyingi ambazo zinahusu hiyo ndege zimepata na wao, lakini utaratibu uliowekwa ni ule ambao utaweza kuwasaidia hao wanaosafiri waweze kugharamiwa wakiwa pale mm -hmm. na ni moja kati ya njia ambazo zimetusaidia kupata namba sizable namba ya kuwapeleka hao watu kule. Ukisema tu uende, hao ambao wataenda watatumia vigezo gani? mm. Lakini hilo ambalo umelisema mwanzo, sisi klabu yetu hakuna mwanachama mwenye mvuto zaidi. Maana ya mvuto ni nini? Sisi hatuna mashindano ya umishi hapa kusema <laughs> kwamba huyo amevutia maai. Sisi ni wanachama wote, wana haki sawa na kila mmoja ana haki ya kuipigania timu yake. Sasa mambo haya ya kushindanisha nani ana mvuto nani anavuta ya nani yanini, hicho kitu kwa, kwa nafasi yangu mimi siki entertain na sidhani kama kuna mtu yoyote katika uongozi atakuwa na entertain. Kwa hiyo Simba mashabiki wote wanachama wote wapo sawa, wana haki sawa, na wana haki ya kupigania timu yao. Wale ambao wanaweza kuzungumza na wenzao tunasema wanaweza kuwa na ushawishi, lakini habari ya mvuto, ya, ya kuvutia sa nini, haya sio mashindano ya basi sawa, mimi maswali yangu mawili yanatosha, mwenyekiti Mtaza Mangungu. Basi njema na kupatia hapa, e, uzungumza na Jemedari Said. Chairman, naam. Uh, kwenye ligi mnatofautiana alama moja na watani zenu Dar es Salaam Young, yeah, Africa, na mmecheza mechi zenu nne zimeisha. Nyinyi kama wewe kama kiongozi mkuu wa klabu reaction yako nini kwenye jambo hilo? Hakuna reaction yoyote kwa sababu ligi bado inaendelea mm. Kwa maana kwamba zipo mechi ambazo zimebaki mm. na zinaendelea kuchezwa mm. ligi haijafika mwisho. Sisi tunashukuru kwamba tumeweza kupata haya matokeo yaliyotufikisha hapa tulipofika kwa mm. jitihada za pamoja, na tunaamini tutafanikiwa zaidi huko mbele tukiendelea kushirikiana na kuhakikisha kwamba timu yetu inamaliza michezo hiyo katika hatua nzuri zaidi. Mnasafiri mki, mkirudi kwenye ligi, kuna mchezo wa tarehe ishirini na nane na Singida, na kabla baada ya mchezo wa tarehe ishirini na nane na Singida kutakuwa na mchezo wa tarehe thelathini na moja nusu fainali na Singida hao, hao. Lakini kuna mchezo 15, wa tarehe kumi na tano wa dabi wale mnaotakiwa kucheza nao dabi, msisitizo wao wao hawachezi hiyo dabi na umefika mpaka bungeni na wabunge wamezungumzia hilo. Nyinyi kama klabu, we kiongozi mkubwa wa klabu, mewahi kuwa mbunge, nataka kusikia wewe kwako hili limekaaje? Kwanza sisi tunazingatia ratiba iliyotolewa na mamlaka, licha ya kuwa ni yani, wao wenyewe wanayo nafasi ya kupitia vizuri kwamba timu ambayo inatoka kwenye mechi yenye high intensive ya fainali ya mshirikisho uh, saa zisizopungua sabini, wanaenda kucheza mechi nyingine, saa tena zisizopungua sabini, wanaenda tena kucheza mechi nyingine. Hizi mechi zote ni kubwa, zenye mtikisiko mkubwa. Kwa hiyo wataangalia na busara yao itawaongoza nini ambacho kinaweza kikafanyika, kwa sababu muda wa marekebisho upo hiyo uh, hiyo ndo ambalo ninaliona uh, kuhusu nani anataka kucheza, nani anataka kucheza. Hiyo ni jambo ambalo mi naona, yani kama ni mapambo tu ambayo hayana msingi, kwa sababu timu inapoamua kushiriki ligi Tanzania lazima inakuwa inafata taratibu zilizowekwa. Moja kati ya taratibu, timu zinasajiliwa na shirikisho kuwa wanachama wa shirikisho, na moja kati ya masharti ni kusikiliza kufu, kufuatilia na kupokea maagizo na maelekezo yoyote yanayotoka kwenye ngazi. Kuanzia kwa mfano timu yangu mimi imesajiliwa kwenye IDFA, kwa hiyo tutasikiliza maelekezo ya chama cha soka cha wilaya ya Ilala, tutasikiliza maelekezo ya chama cha soka mkoa wa Dar es Salaam, tutasikiliza maelekezo kutoka kwenye shirikisho la soka Tanzania. Nitakwenda kwenye Sekafa, nitakwenda kwenye Kafu, nitakwenda kwenye FIFA. Katiba zote za vilabu vinavyoshiriki ligi kuu na ligi zingine, kipengele hicho kipo. Sasa leo hii io mamlaka hayo ambayo umesema kwamba utakiri na kupokea maelekezo yake, inapotoa maelekezo huo unapinga, unasema mi sitaki, maana nataka kwenda mahakamani, maana nataka kwenda sijui kwa mjomba, maana nataka nimwambie shangazi, huo sio utaratibu. Utaratibu ni ule ambao umekubaliana tangu mwanzo. Na tunapoilaumu TFF au tunapolaumu bodi ya ligi inakuwaje, wakati sisi wenyewe ni wanachama na ni sehemu ya maamuzi yanayotolewa. Hayo mambo ya wabunge tuwaachie wao wenyewe, kwa sababu wana eneo wana lao la, la, la kazi yao. Lakini pia wajiridhishe kwamba je, katiba za vilabu vyao ziko formulated vipi? Kipengele hicho kipo kinachosema kwamba tutatii kutekeleza maagizo na maelekezo yote ya mamlaka. Sasa mamlaka imeshatoa maagizo. Nataka jambo linaloshabihiana na hilo au linalo mwendelezo wa hilo, kuna maneno kwamba ile dabi ni heri tu, uh, kila mmoja apate alama moja basi, sichezwe tena, kwa sababu kishawai kutokea kitu kama hicho sehemu Um, mgawane alama moja moja, hii umewahi kuisikia? Hiyo inaweza ikawepo. mm. Na unapozungumzia mchezo kwamba huu wa marudiano utakuwa hauko, ina maana na huyu wa kwanza inabidi ufutwe? Ala, ndio utaratibu ulivyo kisema, ina maana mechi zote ya, ya head to head zinafutwa. Okay. Hiyo ni jambo ambalo linawezekana lakini ngoja niwaulize kitu kimoja, ninyi waandishi mnang'ang'ania kuwauliza Simba kwa nini? Hiyo jambo halituhusu sisi. Tumeshasema tuko tayari kupokea ratiba yoyote ambayo imeletwa. Mbona hao ambao wanasema hawataki? Sisi tulikubali mechi iliailishwa pale na mamlaka Ma, saa mbili, mechi ilitakiwa ibailishwe kutoka saa kumi na moja kwenda saa moja usiku. Walirudi na magari wakakimbia wakaondoka. Sisi tulisema nini? Tulisubiri mpaka mamlaka ilipotoa maamuzi. Maamuzi yalikuwaje? Mechi si ilichezwa tena? Mbona hamuwaulizi hayo? Sasa tuwezi kumuuliza mtu ashasema, yeye acheze, ndo msimamo wake. Sasa tunamuuliza nini? Tunamuuliza kwamba acheze vipi. Sisi tuko kwenye nafasi ya kuwajibia mambo yao wao, lakini wanapofanya maamuzi wajulishe kwamba maamuzi yao yanauliana vipi. Kitu, swala so la mwisho kutoka kwangu, mjini um, sasa kuna taarifa za Mpanzu ni mchezaji wa mkopo mm, na mwisho wa msimu Mpanzu anarudi club Vita ya kule Kongo. Yani nyinyi mmekodi na mchezaji wa kukodi, iwe wa kukodi, iwe wa kuazima, iwe wa nini, na ndo huyo huyo ambaye anawatia homa. Anamtia homa nani sasa? Anamtia homa, nani? Yule ambaye anasema kwamba amekopeshwa ana homa yake mchezaji yuko mchezaji wa Simba amesajiliwa Simba kwa kupata taratibu zote ana mkataba. Mkataba wa muda gani? Sasa sitaki kuzungumzia mkataba, lakini anao mkataba <coughs> wa muda mrefu, Simba. muda mrefu ni, ni muda gani? Muda mrefu muda, muda mrefu ni upi muda, ni upi muda mrefu? miaka mitano Mbewe, miwili? Mbani, kwenye nafsi yako, muda Hatu, ah, sasa hatuwezi kukadiria jambo ambalo wewe unalijua mwenyekiti muda mrefu ni muda gani? Muda mrefu ni ule ambao wewe ndani ya nafsi yako uzu, uzungumzi na mimi unazungumza na wanasimba <coughs> wengine ambao <coughs> wanataka kujua, <coughs> wanataka kujua, <coughs> wanataka kujua kwamba Michevali ana mkataba wa muda gani. Mchezaji wao yupo na yupo sana. Anayeumia ataendelea kuumia mpaka kipindi ambacho mkataba wake utaisha na ikiwezekana ataongezewa mkataba mwingine. Mbona kama mwenyekiti unahofia ukisema kwamba ni miaka miwili alafu kesho ukasikia amerudi vita? Si ficho chochote. Miaka mingapi anayo kwenye ane mkataba? Ana miaka mingapi? Ninachosema tu ni kwamba mchezaji wetu ana mkataba wa muda gani, na ataendelea kuwepo mpaka mkataba wake utakapoisha au mpaka pale ambapo tutatoa maamuzi mengine baina yetu na yeye. Ni mkataba wa mkopo? Mkopo sio, hakuna hakuna mkopo. ni mkataba akuna mkoposi u wa... sisi huwa tunachukua wa wachezaji kwa mikopo mara nyingi. Mara nyingi huwa tunachukua wachezaji kwa kwa, kwa sajili ikitokea labda dharura au kwa makubaliano maalum na huyo aliyemleta mchezaji aha. Kwa hiyo mpanzo hayuko kwa mkopo kama ambao walikuwa nao Jean Jean Balet. Mchezaji amesajiliwa na amenunuliwa amenunuliwa kwa pesa ya Kitanzania yeah. shilingi ngapi? pesa kadhaa. nyingi ngapi? kadhaa. mbona unajibu kwa kurukaruka? ngapi? Sasa pande zinazohusika haziko tayari kutoa haya, basi asante sana pamoja na muda ambao umebakia. Asa, asante sana, unapokuwa kwenye mkataba ni ridhaa ya pande zinazohusika na mkataba huo taarifa zinazohusu mkataba ambazo ambazo zinakataza kusema ni mkataba wa muda gani, miwili mitatu minne miaka, pande zinazohusika. Mmm, basi mwenyekiti, nakusalimia Juma hayo Hans Raphael, Jamanda, Jeff, Lea. Jeff Lea. Inyema, na ans rafae katika mvua hii tena kaka. <laughs> <laughs> Nadhani mwenyekiti alitakiwa kuwa, kuwa straight, kuambia wanasimba mpanzu yuko simba kwa mkataba wa muda gani, kwa sababu kama wamemsai, ni kitu ambacho kingekuwa wazi, bwana Mpanzu kasaini miaka mitatu, Mpanzu yuko kwa miaka miwili na moja, moja ya ya ya. Unajua, mimi niwaambie kitu kimoja mm amewahi kupigiwa simu Ahmed Ali semaji wa Simba. yeah, nakumbuka juu ya Baleke nikamuuliza swali kwamba kuna tetesi kwamba Jean Baleke yuko Simba kwa mkopo. Alikataa kabisa, akasema Baleke amesajiliwa, ni mchezaji wetu kwa muda mrefu, kwa kumtetea kwa hizi timu zilivyo. Inawezekana hiyo ndio taarifa alikuwa nayo mda mwingine ni wanajua wa mwenyekiti nawezekana mwenyekiti ni mtu wa ndani, waambie watu kwa, kwa mwenyekiti sawa, lakini hmm, kwa msemaji, yani mi naamini hata wasemaji pia wanajua, kwa sababu kama unakumbuka Mwagala kuhusu kocha aliruka, Jemedari kamuuliza hey, ah, swali, yupo kwa mkopo? Sisi mara nyingi huwa tusajili wachezaji kwa mkopo sisi mara nyingi asi mimi nataka nizungumze na viongozi kidogo, viongozi wetu kuna maeneo ambayo yeah. wanadhani kila kitu ni cha kuficha. yes. kila kitu wakiwezi kufaa kwenda public sio? mm. mm. hakuna dhambi yoyote na wala sio ulofa kumsajili mchezaji kwa mkopo yeah. Hakuna na ni, ni maisha kawaida dunia nzima. Na sisi tulifikaje kusajili wachezaji kwa mkopo? na United Tevez <laughs> ilimsajili kwa mkopo wa miaka miwili, yeah. Wakati ule tulifikaje kusajili wachezaji kwa mkopo? kwa sababu tumeona wenzetu waki exercise hicho kitu <coughs> na sisi tukakiona ni kitu cha maana. Huko nyuma, wakati sisi wengine tunacheza, hakukuwa na mchezaji wa mkopo yeah, hakukuwa na mchezaji wa mkopo. Mchezaji ilikuwa anasajili kwenye form, ile ile kwa mkopo. Yaani watu wanaona kama wameambiwa David... kama vile kwa mara ya, ya kwanza walivyoambiwa watu kwamba Beckham kashacheza AC Milan kwa mkopo, PSG kwa mkopo, kote huko kama vile watu walivyokuwa wanaambiwa mwanzo neno underdog. Hii timu inaingia kwenye mashindano haya kama yeah. Underdog anaona unamnyanyasa, ni kama vile unakwenda kufungwa yaani <laughs> tayari wao washafungwa kwa sababu ni underdog. No, sawa, kwa kusajili mchezaji kwa mkopo yeah. si dhambi na wala sio ushamba, ni kitu cha kawaida kabisa yeah. Sawa, lakini ili hivi kuna shida gani kusema mchezaji huyu tunaye mkataba a miaka mitatu. Kwani kuna shida gani? Mmm. Baada ya hapo yeye simmtasa si mtasa mtataingia right tena mtabaki watu wakijua kuna madhara gani yanakuwa yanatokea. Ah sasa upande wa pili wanamtaka? Sawa. Sawa. Lakini kwani mbona Sip. Chama yuko leo no, no, no, ndio wa pili. Wewe usemi kwamba usemi kwamba tumemsajili kwa miaka tume mitatu. Mm. Inamzuia nini mtu wa upande wa pili kuongea na mchezaji? Mbona Kibu ilikuwa mzozo hapo? Kibu alifikaje kupata hela nyingi? Si kwa sababu alikuwa mnamtaka muta, upande wa pili upande wa pili ulikuwa unajuaje kwamba huyu mchezaji hana mkataba? Si anaambiwa na mwenyewe yeah. Shabalala ilikuwaje? Ni kweli kuhusishwa kwenda Yanga? Kapombe ilikuwaje? kila kitu. Kwa hiyo hata usiposema mm, mchezaji si atasema tu, kwa ni wachezaji wanahama je, atasema kama bana, ye mi hapa nimebakiza miezi mm, mitatu. Wewe unafanya nini tena, na Jemedari wewe unachokufanya sio sio dhambi. Kuna vitu vingine mm, ni public inapaswa kujua tu, na Jemedari Yani, kauli ya mwenyekiti ingekuwa yeah. na uzito na ingeondoa hofu yote ambayo baadhi ya Wanasimba wameipata yeah. kwa sababu over the weekend kinachozungumzwa ni kwamba Mpanzu yuko kwa mkopo yeah. sasa mwenyekiti ungezungumza, bwana tumemsajili Mpanzu kwa miaka miwili hmm. Ina maana ile hofu, maneno yote mitandaoni ungekuwa umeakata lakini, lakini unapiga, unapiga, unapiga chenga unapiga, unapiga chenga. Unajua mimi naelewa vizuri hmm. lakini kwa, kwa, nini baadhi ya mashabiki wa Yanga wameifanya kama ajenda hivi no? maisha ndio maisha ya timu nani? Propaganda sawa. Kwanza Mpanzu kwa mkopo ni propaganda yeah. Sawa ni mzee ndiye anamkataba, of course, wala sio wa mkopo lakini sasa sisi kwa sababu tumejificha kwenye vitu ambavyo wala havina maana mm. mwekize vuta nafasi hapa kuombea hupa kwamba huyu mchezaji wetu amesema of course kwamba hayuko kwa mkopo. Yeah. Lakini akisema tu hayuko kwa mkopo, tumemsimipa hata kwa miaka mitatu. Angefuta yote. Amefuta. Lakini ukweli ni kwamba hayuko kwa mkopo. Yes, hayuko kwa mkopo. Ni propaganda, watu wanajaribu kutengeneza kuifanya finali ya Simba isiwe isiwe kwenye uh, kwenye mazungumzo iwe sasa. Ah, vinaanza vitu vidogo vidogo, mm husuiko -hmm. kwa mkopo, kwa sababu Mpanzo um, ndio mtu ambaye anatajwa. Si umsikia, so, mwenyekiti amesemaje? yeah. hao wenye hofu wanamhofia Mpanzo Sawa, yeah. Kwa kila mtu anasema oh, huwezi kupata pointi za mezani, nabidi umkabe Mpanzu. Sasa ndo watu wanakuja na majibu kwamba Mpanzu yuko mm. kwa mkopo, ni pure propaganda, ila akichomoka Mpanzu, viongozi wa Simba wao na tukitolea, <laughs> tukitolea mifano mkali, tukitolea mifano oh. hey, hey, hey. hiyo issue ya kuondoka <laughs> ni maisha ya kawaida, mchezaji anaweza <laughs> kuondoka kwenye kwenye timu okay. Ambacho ambacho mimi najaribu kusema ni ni hivi <laughs> <zi> oh. <laughs> Kwa wenzetu wameweka sheria, unajua, kwa mfano kwenye kwenye michezo ya Marekani, Jemedari. Kwenye NBA ni, ni sheria yaani okay. Marekani wameweka kwamba mikataba ya wanamichezo lazima iwe, i, iwe inajulikana ndio yeah. Maana ukienda kwenye NBA, mkataba na mkataba anaolipo LeBron James mm. na muda wake na kila kitu kuhusiana na malipo yake ya rasmi kutoka kwenye timu ya Los Angeles Lakers mm. Sio jambo la siri, linajulikana. Ndio maana hata ukienda kwenye, kwenye, kwenye football kwa wenzetu, ukienda kwa mfano kwenye MLS Yeah. wana salary cap, yani wana kiwango ambacho timu haitakiwi kuvuka cha kulipa mishahara kwa sababu kila kitu kinajulikana. Na hata kwa mfano kwenye, kwenye football kuna nyakati kuna vitu vinakuwa siri, kwa mfano uh, transfer fee, inaweza kuwa siri, lakini mshahara wa mchezaji anaolipwa lazima uwe declared uwe unajulikana yeah. ili usi, usikwepe kodi, sababu kubwa ni hiyo. Kwa kwa sababu kwa mfano kama hapa kwetu ambako tunaficha ni rahisi sana mtu, mtu kukwepa kodi hu yeah. unasema tu kwamba bwana huyu mtu mimi namlipa milioni tano, kumbe chini ya carpet kuna malipo mengine ambayo haya, e, sio taxable mm. ambayo unampa, kwa hiyo labda tungekuja na kanuni e, serikali labda ingeingilia kati, tuje na kanuni kwamba mikataba ya wachezaji isiwe jambo la siri. Kwa hiyo kwa, kwa Kabanda, kwa majibu ya mwenyekiti Multanza Mangungu mm. wa klabu ya Simba amekuacha njia panda. Ah, mimi mimi mimi na vitu ambavyo navijua exclusively ambavyo labda si sina ruhusa ya ya kuvifahamu na mimi nafahamu like minded not mi nafahamu Mpanzu kwa sababu mimi esimiyangu naweza kakuonyesha kukuonyesha hadharani kwa hiyo sio mchezaji aliyeko kwa mkopo, lakini watu wenye mamlaka ya kutoa hiyo taarifa alikuwa mwenye mwenyekiti, angeweza kusema kwamba bwana, huyu mtu kasajiliwa Juma leo. Nakumbushwa nini, Juma gani? Kuna mtu tu ni kiongozi pia mmoja, viongozi amenikumbusha na mkataba wa miaka miwili, of course, na mkataba wa miaka miwili Mpanzu. Na kuna mtu pia ananiambia eti mwenyekiti hawezi kutoa hmm, yasema mambo ya kimkataba, kusema duration ya mkataba eh. Mamya kimkataba <laughs> nasema atatakiwa aseme CEO kusema tu kwamba na miaka mitano ya, ya mkataba na mambo, mwenyekiti shida iko wapi? Yani kuna yani protoko ipi imevunjwa? <laughs>